Ya miaka mitano, Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetuelekeza tuainishe, tupange, tutenge, tumilikishe kisheria, tulinde kisheria maeneo yote ya ufugaji kwa kiwango cha hekta milioni 3.6 <laughs> ili ifikapo mwaka 2030 tuwe na jumla ya hekta milioni 6 za ardhi ya ufugaji zilizobainishwa, zilizopangwa, zilizolindwa kisheria, lakini baada ya hapo maeneo hayo yawe na huduma zote za msingi, kuanzia maji, barabara, umeme, malisho, majosho, huduma za ugani pamoja na maji. Nawapongeza watendaji wote wenzako nchi nzima, na ninawasihi wajipange kuchapa kazi zaidi. Sintavumilia mtendaji wa huduma za mifugo mzembe, ambaye sio mbunifu, na wakati mwingine anadai rushwa ili atoe huduma. Huyo ajipange kujirekebisha, na asiporekebisha kwa kutumia maneno ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Nchemba asubiri fyekeo. <laughs> Na tusilazimishane kufuka, kufika huko. Tumeelekezwa kuwasikiliza wafugaji, sio kuwafundisha wafugaji. Wana elimu ya kutosha, tunatakiwa kuwasikiliza, tunatakiwa kujadiliana nao kimkakati na kushauriana nao watumikieni masaa 24. Sasa nimeona unafuga mbuzi na kondoo, wekeza zaidi. Soko la mbuzi na kondoo ni kubwa sana. Katika mauzo yetu ya nje kiwango kikubwa cha nyama msajili wa asilimia 62, ya mauzo yetu nje ya nchi ni nyama ya mbuzi na kondoo. Ongeza kiwango, wafugaji nchi nzima, ongeza kiwango cha ubora na wingi wa mifugo aina ya mbuzi na kondoo. Soko ni kubwa sana, bado ni kubwa sana. Lazima tuondokane na na uchungaji twende kwenye ufugaji, kwa sababu ndugu zangu hawa nilipokutana nao kwanza, walinikasirikia ni baadaye tumekuja tumeelewana. Mimi niliwaambia kwamba hakuna hii concept ya uchungaji, unabeba ng'ombe unatembea nao kilomita ishirini, alafu unatoka huko unarudi kilomita ishirini. Haimfai ng'ombe, haiwafai wao, haifai nchi. Na hii Mheshimiwa Mwenyekiti, ilitokana na Mheshimiwa Waziri kwamba kwenye mchango wa sekta ya mafugo mifugo, kwenye halmashauri hii, three years ago, ilikuwa inasomeka kwamba mchango wake ni milioni arobaini vyo mchango wa senta, sasa unaangalia ile sekta kubwa, hili limechangia milioni 40 kwenye mapato ya ndani. Unajiuliza why do we even have it, lakini mtakumbuka kwamba baadaye ikaja kwamba hii, hii hapa hii hii se, wilaya ya Mvomero na mwenyekiti, ulikuwepo katika review ya mwaka uliofuata uliofata, nyinyi mlichangia milioni mia nne ikaonekana kwamba sekta hii ina uwezo mkubwa, lakini haidhibitiwi na chanzo kikubwa kilikuwa Mkongeni. Ndio maana tukaipiga Mkongeni pale tukaizuru. Sasa, Mheshimiwa e waziri, kuna mambo ambayo kimsingi tulipokubaliana na hii sasa imkua ni nafikiria nizisome kabisa kama salamu za mkoa, kwamba tulipokubaliana kwamba hii Mvomero itakuwa special economic uh, special livestock zone Tulikuwa tuna focus mambo mawili kwamba hatuchinji kwa utaratibu ambao unatakiwa, lakini mbili, nyama yetu yenyewe tabu.